alipotakiwa awe ni mwenye kumchinja mwanawe Ismail, Mwenyezi Mungu Subhana akampatia kondoo awe ni mwenye kumchinja badala ya kumchinja e, mtoto wake Nabi Ismail. Katika vichinjo ahibati fillah vya kisheria vina masharti muhimu muislamu kuzingatia masharti ya kichinjo ambacho kwamba utawahi kuchinja katika udhiya. Mojawapo katika sharti awe ni katika bahimatu lanami la imma, mbuzi ama kondoo ama ng'ombe ama ngamia. Hivi ndio vichinjo vya kisheria. Kuku bata hawaingii katika udh-hiya. Sharti awe katika bahimatu alanami. Sharti nyingine awe amefikilia umri ambao kwamba anatambulika kisheria huyo mnyama utakayemchinja awe amefikilia katika umri unaotambulika kisheria. Kondoo awe na miezi sita na zaidi, mbuzi awe na mwaka na zaidi, ng'ombe awe na miaka miwili na zaidi, ngamia awe na miaka tano na zaidi. Huu ndo umri wa kisheria wa yule mnyama ambaye kwamba utanuia kumchinja kama udhiya na awe amesalimika. Sharti nyingine awe amesalimika na aibu. Kuna aibu za kisheria ambazo kwamba zilithibiti katika Sunna, nazo ni nne: asiwe kipofu na asiwe mgonjwa, asiwe mlemavu na asiwe amedhoofika kwa ajili ya uzee, kwa sababu ni sadaka unayemtolea Mwenyezi Mungu subhana. Na inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Mwenyezi Mungu ni mzuri hakubali ila kilichokuwa ni kizuri. Mtolee Mwenyezi Mungu sadaka ambapo kwamba mwenyewe ukiitizama unapenda, na hii ni nasaha, tusikimbie tu kuangalia bei ya e, kama ni mbuzi ama ngamia ama ng'ombe, e, ama kondoo, tuangalie sheria ambazo kwamba e, dini yetu imetuwekea. Usije ukachinja kumbe haujatekeleza masharti ya udhiya na iwe ni milki yako, usije ukachinja milki ya asiyekuwa e, mnyama wako wa udh-hiya na asiwe amewekwa labda rehani e, mahala ukamchukua ukawa ni mwenye kumchinja. Na mwisho e, uchunge nyakati ambazo kwamba sheria imekutaka uwe ni mwenye kumchinja. Kuna wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho. Wakati wa mwanzo ni baada tu ya swala ya Idi inapomalizika ndo wakati wa mwanzo wa udhiya unaanza. Mwisho ni siku ya mwisho katika ayyamu tashriqa, siku za kuchinja, zile siku tatu za mwisho, kabla jua halijazama, ndio wakati wa mwisho wa kuchinja Udh Wakati wote katika wakati huo unaweza chinja mnyama e, kama huyo. Allahu aalam.